Mungu ni mwema kila wakati, kila wakati. Mungu ni mwema. Naona kiu na kiu naiona na makofi na vigelegele kwa <laughs> kame nawanakwayaongereni sana kama maana wanaima kamakaukeumaini <laughs> letu. Basi katika nafasi hii tunao mapadre wa jimbo la Lindi na mapadre kabisa. Nitaanza na vika wa watawa, baba Silvanus Kesi, ambaye pia ndiye paroko wa parokia ya Nyangao na <coughs> pia kumtambulisha yeye, ni mwenyeji wetu. Eh, padre Kennedy Mwakio, tunakushukuru kwa haya yote. Basi tunakuomba na wewe usimame. Wengine wa wa udekano huu wa Ilulu, kumtambulisha Padre George Mwiru, yeye ni mkurugenzi katika chuo cha makatekista cha Mtakatifu Matias Murumba kule Mnero. <laughs> Padre Anthony Chirumba, yeye ni baba wa roho katika nyumba ya malezi ya watawa pale na Runyu yeah. Padre Prosper Ndwewe OSB yeye ni paroko wa parokia ya Namupa, lakini pia ni baba wa roho katika seminari yetu ya ndogo ya Namupa. Kisha, yeah, pia Padre Furuko Kapinga yeye msaidizi wa parokia ya Nachingwea lakini pia ni padre msimamizi katika parokia tarajiwa ya Nangoe. <coughs> Padre Gustavu Mazikange yeye ni padre mpya kabisa, nafikiri ametimiza mwezi mmoja jana, ni paroko msaidizi wa parokia ya Nachingwea. Padre Respicious Biarugaba Baba, naomba tumongezie makofi mengi sana. <coughs> Padre Richard Barnos, yeye ni padre misionari kutoka jimbo la Moshi, anafanya utume katika jimbo letu, ni paroko msaidizi wa parokia ya mtakatifu Andrea Kagwa kanisa kuu Lindi. <coughs> Padre Atanasi, pia Padre Stefano Panga OFM kapu yeye ni paroko wa parokia ya Kipatimu, lakini pia ni mkurugenzi wa vijana katika jimbo la Lindi. <laughs> Pia kuwatambulisha na watawa wa kike ambao tuko nao humu ndani, masista wote wa shirika la mtakatifu Francisco wanaofanya utume wa skufuni na wanaofanya utume katika parokia ya Mnazi Mmoja. Tafadhali naomba msimame, mpunge mikono. Awatambulisha pia na sister wa Bikira Maria msaada wa Kristo wa Ndolo waliopo hapa kwa uwakilishi. Atika kumtambulisha pia sister mwakilishi wa shirika la Tutzing, naomba msimame sister ernaomba usimame upunge mikono, na anafanya utume na mupa seminari Kristo tumaini letu basi nichukue fursa hii kumkaribisha Padre Mroso, katibu wa shirika la Don Bosco, ili aweze kuwatambulisha ndugu hao wanashirika waliopo hapa.